Kwamba analazimika kutunza alichokipata, anafanya utambulizi tu. Amina. Sasa, sehemu ya kwanza, ili uwe binti mwerevu na mwanamke mwerevu, naomba tuzungumzie kwamba unatakiwa uwe imara kiroho. Amina. Unatakiwa uwe imara kiroho. Kila mwanadamu anahitaji nguvu. Kila mwanadamu anahitaji imara kuwa imara na thabiti na mirefu. Bila kuwa imara rohoni, my friend, dunia iko kasi sana, mambo yako kasi sana. Kama huko unatoka kwenye familia ambayo inakusitiza kutafuta na Mungu na kujua Mungu, ushikilia hiyo, shikilia kutafuta na Mungu na kujua, kwa sababu ukiwa imara rohoni, hata ukutana na changamoto za aina gani, hata yale mawimbi ya bahari yenye nguvu kiasi gani, hayata kutikisa kwa sababu uko imara rohoni tu kwamba tuabazii changamoto na zitapita kwa muda na zitaisha. Lakini kama rohoni yako dhaifu, unasikia huyu binti amekunywa sumu, amejiua, binti amejinyonga. Kwa nini? Alikuwa dhaifu rohoni. Udhaifu wote ambao zunauona nchi wa mtu unaanzia rohoni, avikatogo karoho kakiwa kadhaifu kama neno neno la Mungu roho la Mungu inakuwa dhaifu. Roho chakula chake ni neno, roho inatunzwa kwa neno la Mungu. Tusome ile Yohana moja ya moja Yohana moja Yohana Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa sita ule tusoma pale, neno la Mungu, roho inatunzwa na neno la Mungu, ili roho izalishe mema kwa mtu yote. Itani, mtu yoyote inahitaji mtu huyo awekeze mema yote ambayo anayataka. Bibilia inasema katika Yeremia ishirini na tisa kumi na moja. Kwanza, ili kuwa imara kiroho tunapaswa kujua Mungu na kujua wenyewe. Amina. Na pamoja kujua Mungu na kujijua wenyewe, ili kuwa imara kiroho unapaswa kujua Mungu na kujijua wewe mwenyewe. Pia Yeremia ishirini na tisa kumi na moja. Biblia inasema maana jua mawazo linayawawazia ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, ni mawazo ya kuwapa tumaini katika ya siku zetu za mwisho. Mungu anaye na si mawazo nao mpango ambao anatuwazia sisi sote, na huu mpango wake anasema sio mpango mbaya, wala sio mawazo mbaya, bali ni mawazo ya amani na ni mawazo ya kutupa sisi tumaini katika siku zetu za mwisho hilo wewe utajiwazia mabaya kwa sababu unajua Mungu anajiwazia mema. Hata pale mambo yatakuwa hayaendi bado utakuwa na tumaini kwa sababu una uhakika kwamba Mungu anakwazia yaliyomema. Kao ni vizuri ukajua Mungu anasema nini kwa habari ya kwako wewe. Biblia inasema sisi tumeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu, utambulisho wetu